Ibn Batuta TV, Mwangaza kwa umma. Nyuma yetu hapa kuna msikiti lakini kwa hapa kuna kaburi la nani? Abdullah ibn Abbas, kapalepaandika jina lake Abdullah ibn Abbas. Huyu nani? ni sahabiul jalil radhiallahu anhu, ni sahaba ambayo kuwa ni mufassir al-Quran, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea dua, kamwambia allimhu at-tawil wa allimhu al-hikma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea dua sahaba huyu kwamba afundishwe na Allah nini kitabu chake na tafsiri amfundishe na amjalie hekima na busara na ni kweli Abdullah ibn Abbas bn abas aje kuonekana vitani hata siku moja yeye kazi yake kwa nini ni mfasiri wa Qur'an anafundisha sawa inatufunza nini pia kwamba sio kila mtu atasoma lazima awe shekhi dini kusoma na hii ni nasaha tunapeana nafsi yangu na wote nawote kusoma dini ni wajibu wa kila mtu kuwa shekhi ni fabiha

Na alifarikia huku huku, na alianzisha chuo chake hapa hapa, kanafundisha watu. Mwisho wake kwa amezikwa wapi? Hapa ndani, na hatuwezi kuona kaburi lake kwa sababu wameziba, kwa sababu binadamu wa sasa hivi tuna vitimbi sana kwa kaburi. Hata kule Uhudi tumeona makaburi yamekuwa fence. Kwa nini hajaacha wazi? Yakiacha wazi, mwisho wake tutaanza kuona miili, watu wanachukua michanga, kwa sababu kuna visa vimetokea. Juzi kuna mtu kaagizwa nyuzi ya Kaaba. Sasa ni mambo yanatokea ni kila siku, mambo yanafanya nini... ni ajabu sawa eh? A Sa makaburi yana preventive kwa sababu tusianze mambo ya ajabu, watu wakataka mchanga sio, wakatengeneze nini, hakuna kitu yote. Hata Uhudi niliwaambia mtu anapokufa huo ndo mwisho wake na mtume peke yake yamekwisha. Kama sasa hivi maswahaba na Mtume sala salam, maisha yao ni fani ni ya duniani yameshakwisha, ya wako transit, kwa sababu makaburi ni transit. Na Allah ajalie tukiingia hapo sisi pia iwe nini bustani. Miongoni mwa bustani wapi peponi. Sawa, kwa hiyo tunajifunza hii elimu yote jamani, ili kwa sababu ya kupata nini? mazingatio. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.